Hello, mambo vipi? Langu jina ni Thomas Alex mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara uh, campus ya jiji la Dodoma. Hapa wanafunzi wa chuo cha CBE tumeandaa hatua yetu nzuri sana na makini sana, hivyo basi uh, atakayepatia katika ile changizo la shilingi Hivyo kwa kwa basi Just tell me. E, sasa nimekutana na dada zangu hapa um, tulia tulia uh, ni maswali ya challenge oh, na hakuna anayejua ya maswali. Mambo vipi? Safi. Hello, nimekutana na mwanafunzi mmoja wa CBE sasa nina maswali baadhi ya kumuuliza, sasa nianze. Mambo vipi? Safi. Sasa dada yangu uh, cha kwanza nipende kujitambulisha kwa majina, ni hmm, mwanafunzi wa chuo hmm. Yeah. Uh, yes, vizuri sana. Sasa hmm, nilikuwa na challenge ambayo nataka uh, ukipatia kujibu uh, kuna ofa ofa, utapatiwa shilingi elfu thelathini hivyo utaongezea shilingi elfu hamsini kwa ajili ya kwenda uh, kwenye tour ambayo utaifanya mkoani Iringa, kwa nafikiri chuoni watu wengi wanaifahamu hiyo. Ya, uko tayari? Ya, niko tayari. Yes. Nitakuuliza maswali mawili. If ukipatia utapata hiyo ofa. Nina maswali hapa. Ah, uh, swali langu la kwanza nataka kukuuliza ni kwamba unatajia mbuga za wanyama tano ambazo zinapatikana katika nchi yetu ya Tanzania bara. Ukipatia hilo swali, ninabaki swali moja la ziada kwa niaba ya kuchukua ushindi wako. Eh, Mikumi, Mikumi, Ngorongoro, Ngorongoro, Manyara, Manyara, Ruaha, Ruaha, Mm. Serengeti. Serengeti. Wow, very interesting. Uh, cha pili nitakuuliza swali la pili. Mm, wewe ni mwanafunzi wa CBE. Ah, yeah. Uh, je, unamjua meneja wa uh, chuo cha CBE? Yeah. Unataka nitaje kwa jina lake? Anaitwa chwa... mm. Eda. Mm. Eda. Chakeza akili. Eda. <laughs> Eda. <laughs> Mm. Mm. Mm. Hey, si, ni Eda nani si? Hey, umeishia hapo Eda. Sasa tuishie hapo majina matatu Eda tandi

kwanza kuna historia ya mkoa hmm. wataona wanyama mbalimbali kama simba hmm. swala na wengine. Hivyo napenda kuwakaribisha tuweze kujumuika. Ok, asante sana ndugu mwanafunzi. Basi tutakwenda kwa mwanafunzi mwingine kwa ajili ya kuchukua kumhoji maswali baadhi ili apate hii ofa, ofa kabambi kutoka katika ofisi uh, oh. uh, uh, ya serikali wanafunzi hapa CBE kampasi ya Dodoma. Hiyo basi nitakwenda kwa mwanafunzi mwingine. Mambo vipi? Vipi? Mambo unaendeleaje? Ningependa kujitambulishe kwa majina, kama unaitwa nani? Kwa majina naitwa Miliana na challenge. Na kama ukipatia unapewa ofa ya kwenda mkoani Iringa kule Ruaha kujionea manza tofauti vitu vya utalii, uh, je, uko tayari Ndiyo, niko tayari okay. Nafikiri unaifahamu na, na maswali mawili, ukipatia yote basi ofa ni ya kwako. Swali so, langu la kwanza unaweza ukanitajia kivutio chote cha utalii kilichopo jirani na mkoa uliopo Dodoma? Ndiyo, Iringa. Mm. Iringa ni karibu na Dodoma yeah, na, na, na iringa masaa mangapi? Unasema mm. Mm, kwa nini Iringa? Umesema iringa au iringa, kuna nini ambacho kinakushawishi wewe? ah, iringa kwa sababu kuna hifadhi ya taifa ambao ni Roha. mm. Pia kuna makumbusho ya mm. kwa pia kuna bara la Isimila. mm. ndio mm. mm. na kuna tengenezwa maporomoko mabonde magogo. Naam, swala la kwanza, ongera sana kwa, ku, kwa kujitahidi kupatia swala la kwanza, lakini nina swala la pili. Nilikuwa mm. natamani, nafikiri unamfahamu Mkwawa. Mkwawa unamfahamu, umesoma historia si ndio? Unaweza ukaniambia Mkwawa ni mtu wa kabila gani, kwa hiyo uh, unavokumbuka au unavojua? mm. Mkwawa ni Mhehe. Mhehe. m mm. Hongera okay, uh, sana basi kwa kupatia. Nafikiri unawaambia nini watu wengine, wanafunzi wengine, kwa ajili ya hiyo tu ambayo itaenda kufanyika mkoa wa Iringa? Mimi naomba wanafunzi wengine waweze kwenda, kwa sababu wakishinda huko Iringa katika hiyo tu, kuna vitu mbalimbali ambavyo wataweza kukutana ya ikiwemo wanyama au ni mapori hata pia miti mm. ya yeah. amaporomoko wataona vitu vingi. Asante mm. yeah. mm. Okay, sana nini cha kuambia kingine. Je, utashiriki au ndio? mm. nitashiriki. Okay, ongera sana basi, wanafunzi wa CBE tunaukaribisha sana katika tour ambayo itafanyika siku ya tarehe tano hadi tarehe saba Uh, ada ni shilingi elfu themanini utakwenda na kurudi, usafiri kule utakuwa bure kabisa. uh,

ambapo tutakutana na tofauti tofauti. Hivyo basi, tutafahamiana ah, na vitu tofauti tofauti. Tumeandaa mambo mengi na pia kuna vitu vingi kama tangazo lipoonyeshwa hapo juu. Nikwambia basi, asante sana mwarike na mwenzako hmm. Asante sana <laughs>